Makadhi wetu au tuseme mahakimu wetu wametenda haki sawa kwa kila mtu? Je, haki kulindwa kwa mujibu wa sheria za nchi? Lakini mara kadhaa tunashuhudia wanawake wajane, hasa katika jamii, wakinyang'anywa haki zao na hasa ya urithi. Mara kadha tunasikia mama amenyang'anywa nyumba, amenyang'anywa ardhi na mali zingine ambazo wamezipata pamoja na mumewe. Maskini wakiporwa haki zao, kwa sababu haki hazikufuatwa, au haki linunuliwa. Wanatafuta namna ya kutafuta haki kwa namna yoyote, kama huyu mwanamke mjane maskini, kwa sababu jamii uh, wenye mamlaka, wenye pesa wanaweza kuwasukuma pembeni wale ambao hawanaweza kujitafutia haki zao kwa njia halali na za haki, na za kisheria pia, na hivyo wanaweza kutafuta njia ya kudai haki hata kwa gharama yoyote. Matokeo yake ndio tunaona katika jamii, amani inaweza kuvurugika.